Unaweza kuita nyama choma, lakini kwa Afrika Kusini ni tamasha kubwa la brai. Afrika Kusini imepania kushikilia rekodi ya dunia ya Guinness kwa kundi kubwa zaidi la watu kuchoma nyama katika eneo moja kwa wakati mmoja. Maelfu ya wakazi wamekusanyika katika mji mkuu Pretoria katika tukio hilo. Inakadiriwa watu zaidi ya elfu mbili mia tano walijiandikisha na majiko yao, nyama na soseji kwa ajili ya kukamilisha zoezi hilo. Hebu tutazame kinachozingatiwa hapa. Kwanza, wapishi wote wanapaswa kugeuza soseji zao ndani ya dakika tano mfululizo kwenye majiko yao, huku mwakilishi wa rekodi za Guinness akihakiki kila kitu kwa umakini mkubwa. Ushahidi wa mwisho ambao nitahitaji kuhakiki ni ushahidi wa video zilizopigwa kutoka juu na pembezoni, ili niweze kuhakikisha kwamba hiyo idadi inaendana na kile kilichoandikwa kwenye taarifa iliyotolewa lakini tamasha la brai linawaleta pamoja wenyeji wa Afrika Kusini wakivalia mavazi ya vitenge yenye rangi za kuwaka na kuvutia. Brai ni neno la kiasili la Afrika Kusini. Tunatumia neno hili kuelezea vitu vingi ndani yake, sio tu nyama. Ni watu wanakusanyika pamoja, inaweza kuwa ni sherehe za tukio fulani. Ingawa inaweza kuchukua siku chache matokeo ya mwisho kutolewa, waandaaji wanaona tayari wameshafanikiwa katika tukio hilo. Asilimia sabini na tano ya mapato kutoka katika mauzo ya tiketi yatapelekwa katika taasisi ya Imbumba Foundation, shirika la misaada linalopanga kuwapatia chakula watu takribani milioni moja hadi kufikia siku ya chakula duniani mwaka elfu mbili ishirini na sita. Tunapaswa kuelewa kwamba kuleta mabadiliko iko ndani ya uwezo wetu, na tunapaswa kutumia matukio kama haya kupaza sauti. Tushirikiane kwa pamoja, tusherehekee kwa pamoja, lakini zaidi ya kusherehekea tuje na utofauti. Jaji wa rekodi za dunia za Guinness anatarajiwa kutoa uamuzi wa mwisho ndani ya siku chache. Wakati huo huo wa Afrika Kusini wanasubiri matokeo ya mwisho wakiwa wameshikilia zana zao za, za kuchomea nyama.